Asifiwe. Siku ya leo tunatazama baadhi ya mambo ambayo yanasababisha mimi na wewe funguo ambazo tumekuwa tukifungulia maisha yetu, maisha ya kiloo na maisha ya kimwili zinagoma kufungua. Na nikukumbushe hapa, endelea kutafuta funguo sahihi katika maisha yako, ambazo zitasaidia kufungua. Na nizungumze tu kuna mtu ambaye atatafuta funguo sahihi katika maisha yake juu ya yote ambayo anatamani Mungu amtendee, Mungu atamwonyesha funguo sahihi. Na nikumbushe, nimetambulisha mapema, funguo ni uwezo, tafuta uwezo wako ulipo. Funguo ni mamlaka, tafuta mamlaka yako yalipo. Na ndio maana kuna watu ukienda sehemu fulani huwa wananyamaza, kwa sababu hauna mamlaka pale. Kuna mtu akisafiri kwenda sehemu fulani, hana mamlaka ya kuzungumza Ashumu walimu wewe ni mkuu wa shule sehemu fulani, ukienda sehemu shule nyingine, ukienda shule nyingine ambayo sio shule yako, hatutakuita tena mkuu wa shule katika shule hiyo. mbali tutakuita ni mkuu wa shule wa shule fulani. Huyu ni rais katika nchi ya Jamhuri ya Tanzania, ukienda nchi jirani, au utaitwa rais wa nchi ile. Mamlaka yako yapo ndani ya nchi yetu wewe ni mtu fulani katika sehemu fulani. Wewe ni mtumishi, wewe ni mchungaji katika kanisa fulani. Ukienda kanisa fulani, hautaitwa utaitwa mchungaji wa kanisa hilo ambalo unalichunga, bali utaitwa ni mchungaji wa kanisa fulani. Lakini kwa ujumla, ikiwa tu itajumlisha itajumuisha, kwa kuwa ni kanisa moja, kanisa moja. Wewe ni mwanafunzi katika chuo cha University of Arusha ukiwa Arusha hapa tulipo, hapa nilipo Arusha, wewe, tutakuita ni mwanafunzi katika chuo chu, chu kikuu cha Arusha, lakini ukiondoka ukienda sehemu nyingine, au hautaitwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha sauti. Badala yake, mamlaka yako yako huku, jina lako liko huku, sifa zako ziko huku, CV yako iko hapa. Ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kiroho ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kiroho. Kama wewe uko hapa leo, tambua uwezo. Mamlaka ndizo funguo ambazo tunazizungumza hapa, sio funguo kama kitu hiki. Nimetumika, kimetumika tu kufundishia, sio funguo kama kitu hicho. Tambua uwezo wako. Ukiutambua uwezo wako, kuna saa utasema hapa, mimi napaswa kunyamaza, sina sauti. Wewe ni mtoto katika familia fulani Nimalizie kwa kusema kwamba baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikifanya leo funguo isiweze kufanya kazi, uwezo wako, mamlaka yako, nguvu zako zisiweze kufanya kazi. Moja, kukataa ukweli. Kukataa ukweli, ni kweli unaambiwa kwamba dada fulani, wewe unapaswa upite hapa, unasema mimi nimepita mno. Kukataa ukweli. Hicho kitu ambacho pia kimekuwa kikisababisha leo watu wengi asifahamu kwamba apite wapi. bi kutegemea watu ni vitu ambavyo vimekuwa vikifunga funguo zako. wa kutegemea tunajifunza ni Mungu wa kutegemea ni Mungu, ni Mungu ambaye ametuahidi. Kutegemea watu, tegemea Mungu. Mtu wa Mungu ndiye nitazama hapo katika maombi tegemea Mungu kila kitu. huku kuomba kufanya nini? Ni kutiana nguvu, lakini wewe mwenyewe simama katika sehemu yako na malizia vitu viwili. Kitu kingine ambacho kimekuwa kikifanya wewe usiweze kufahamu ufunguo wako utumieje, au ufunguo wako ushindwe kufungua, ukosefu wa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kitu kingine ni kutokuwa na akili, kutokuwa na akili, akili ukosefu wa akili, mtu wa Mungu. Hivi ndivyo vitu ambavyo vimekuwa vikikufanya leo usifahamu funguo za. Nikutie moyo hapa, nimemaliza ya kwamba songa mbele, ukama umefahamu hapa kama ukweli umeuona muombe Mungu leo, nakumalizia hapa. Chukua dakika moja mwombe Mungu wako akusaidie uweze kutambua uwezo wako, funguo zako ziko wapi. Uwezo wako funguo zako ziko wapi? utazipata na Mungu atakusaidia sana, kama kufuri utalifungua bila shida yote ile. Au utateseka mtu wa Mungu, na changamoto ambayo leo unaipitia. Kikubwa, endelea kumwamini Mungu, endelea kumwamini Mungu, mwamini Mungu hata kama usali, mwamini tu Mungu wewe. Mungu akubariki sana.